Kumbuka wewe ni wa maana mimi, ni wa maana. Hata wale ambao tuna wadharau, labda ulisoma kuwaliko, labda ulifanikiwa kuwaliko, hawa watu ni wa maana katika maisha yako. Tajiri achawai chisika wala msomi achawai chisika ama ajifanyie mazishi na mazishi ni mkusanyiko wa watu na kila ambacho unachokidharau, kila ambacho unachoona kana kwamba kina maana katika maisha yako, kinakuanga na maana wakati ambao ni ule wewe mwenyewe unahitaji hicho kitu. Kwa mfano, watu wengi wanachukia wazimu, wanasema wazimu ni wabaya, wazimu ni wachafu, hawajui kuongea na wana mwelekeo. Lakini challenge naweza nikapatia wale watu ambao wamesoma ni moja. Unapata wee ni msomi, umesoma sana na umesoma, uko na digrii, uko sawa, uko na mali, uko na cheo, lakini unaenda unanunua chupa ya maji, unaenda unakunywa hayo maji, afuta kumaliza ile chupa Sababu haina maana tena kwako, unaitupa chini. Unapotupa ile chupa chini, wazimu naye na wazimu zake anapita mali pale na gunia lake amebeba, anabeba eh, kile kichupa ambacho umekitupa mali pale, anakiweka kwa gunia. Eh, wewe ulikuwa na hekima, ulijua hii kitu ukikirusha mali pale nesa kikatapakaa kila mahali ju ukirusha na mwenzako arushe na mwingine arushe sitakuwa sita nyingi ama sitatapakaa mahali pale neza zikaleta eh, madhara fulani, lakini sababu wasimu ako na hekima anaenda na beba ile chupa anaiweka kwa gunia, anaipeleka anaitupa kwa dustbin, na hapo ndio eh, awa watu wanaoakota hii hizo e, mipira wanakuja wanaipata kwa trash bin, wanaibebea ile ichupa, wanaipeleka inafanywa tena recycling eh, tena inakuwa ichupa tena. Wewe mwenye hekima, ulichotupa kile ambacho ukasema ni taka, tena unaenda tena supermarket tena kununua, ukiika na kwamba wewe ndio mchinga, sio yule wa simu. Ungekuwa mwelewa ni ile chupa ungeibeba iweke mali nafaa kuwekwa. Kwa hivyo, usitarau kitu chochote. Ndio maana wakati mwingi naona mama nesa akapepeta ngano ama mahindi ama maharagwe, kisha anatupa zile mbaya, zimeoza, anaziweka anatenganisha zile nzuri na zile mbaya, anaziweka mali ambapo Eh, ni mali anaenda kusitupa. Anasahau kana kwamba mali ametupa sile mbegu mbaya. Kuna wakati mvua itanyesha sile mbegu tena esichipuke na sile alipanda mali pazuri, akasema hisi ni mzuri. hmm, amesha kula amemaliza, lakini sile mbaya alitupa, kama ni marawi alitupa kwa kichaka, hapo kwa pati nzuri, mvua inanyesha tena sinamea sinakuwa tena mboga. Anapopita pitapita sake, nenda, nenda sake, anapatana na zile marawi alikuwa ametupa, anabeba tena ama anaenda tena na mfuko, anachuna anaitengeneza mboga. Kwa hivyo usitarau, usitarau kitu hata kana kwamba ni kibaya eh, ama kikwaje, kubaliana na chinzi kitu Mungu alikiweka. Mungu ana deal na kitu naitwa spiriti adili na mwili. Unaweza ukawa mrembo, unaweza ukawa na sura nzuri ya kupendeza, unaweza ukawa na umbo wa kutamanika, lakini spiriti yako e, ikatane na Mungu sababu Mungu anachukia kiburi, na kiburi ndio kimefanya watu wengi wametoka katika uwepo wa Mungu na wengine wamewacha uokovu sababu ya kiburi, sababu wamefanikiwa. Kwa hivyo penda kitu chinzi kilivyo, usidharau kitu uone labda hakina maana kwa huo wakati. Kuna wakati hicho kitu kitakuwa cha thamana katika maisha yako. Kwa hivyo hii inamaanisha nini? Inamaanisha kukwambia kuwa na upendo, iwe ni usiku iwe na mchana, iwe ni usiku iwe ni mchana, usiiwe na utengano kati ya upendo eh, eh, na watu wako ama unachukia mtu mwingine, sababu ye ni kiwete, sababu ye ni kirema, labda hana kitu, labda hana uwezo wowote. We mupende chinzi alivyo. Kuna wakati utakucha kumhitaji mali fulani, atakusaidia wende kawa sikusaidia pesa, lakini anesaka kakusaidia a piece of advice, anesakakupatia just a bit, atakana kwamba unajua Unaweza ukapata insi kwa mahali fulani na hiyo insi itakuwa direction katika maisha yako. Yenyewe hiyo insi katika kinyesi imeangukia kinyesi ambao mtu ameweka mahali pale. Lakini sababu ya hiyo kuinuka kwake inaanguka tena kwa kinyesi tena inainuka. Inaweza ikakupatia direction kuambie, ama ishara ya kukuonesha hapa mahali unapoelekea kuna kinyesi mahali pale. Kwa hivyo, chiadali sana chinsi unavyokanyaga. Kwa hivyo kila kitu kiko na maana na kiko na ishara yake. Inzi inaweza ikawa chafu sana, lakini tena inaweza ika kuokoa kutoka kwa mafi. Usikanyage mafi. Kwa hivyo wacha madharau, penda kila mtu, nachukulia mtu chinzi alivyo. Usiwe, usiwe mtu wa kiburi ama mtu wa kujionyesha kana kwamba wewe umejiweza ama wewe unajua ama wewe ni msomi ama wewe uwezi ukagusika. Kumbuka Eh, mwili unakuanga na afya. Kuna wakati mwili unatoofika, hata kukochoa peke yake inakuwa shida, hata kwenda kwa choo, acha ndogo ama acha kubwa, inakuwa ni shida. Kwa hivyo wacha kiburi, mwili ni udongo. Leo uko kesho, hauko tena. Leo unaonekana huko andisam, kesho umegongwa na moto paiki. Umechire, umepata chiraha ama umechomwa na mafuta, ile sura imetoka yenye ulikuwa unalingia na watu, ulikuwa nalingia watu kwa hivyo, wacha kiburi, wacha tumpende Mungu na tupende wenzetu chinsi walivyo. Neema ya Bwana ikawatoshe. Shalomu.